Na mkwengine kwa mtazamaji, walimu chini ya muungano wa KUPPET eneo la magharibi wametishia kusitisha usimamizi wa mtihani wa KCSE, wakilaumu maafisa wa DCI kwa kuchelewa kuchunguza kifo cha mwalimu mwenzao eneo bunge la Lari, naam, eneo bunge la Lugari. Mwalimu huyo mkuu wa shule ya Munyuki PAG, Simon Isiaho, alipatikana ameuawa na mwili wake kutupwa mtoni siku sita baada ya kutoweka kwa njia tata. Na mwili Lusige na taarifa zaidi. Majonzi yametanda eneo la Lugari baada ya wakaazi kupata taarifa kuwa mwili wa mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Munyuki PAG Simon Isiaho, aliyetoweka siku sita zilizopita, uliopolewa katika mto Kipkaren ukiwa na majeraha mabaya na dalili za kuteswa. Walimu wanaosimamia mtihani wa KCSE chini ya muungano wa KUPPET wameapa kusitisha usimamizi wa mtihani huo iwapo hakutakuwa na hatua za haraka ambayo ripoti ambayo inatueleza ni nini haswa ilitendeka. Sisi we shall be forced to disrupt exams in this region, we withdraw all principals yes, so that yes. We do demonstration yes. As from Tuesday. Viongozi yes. wa eneo hilo pia wanataka uchunguzi wa kina kuhusu kisa hicho baada ya gari la mwalimu huyo kupatikana likiwa na ishara za ajali, lakini majeraha yalopatikana nayo yakionekana kutofuatana na ajali ya barabarani.

Haya yanajiri huku mbunge wa eneo hilo Nabii Nabwera kupitia wakili wake Danstan Omari akiwataka maafisa wa DCI kuwakamata wanablogu watatu kwa madai ya kumhusisha na kifo hicho. Hata hivyo, maafisa wa polisi wamesema uchunguzi unaendelea ili kubaini iwapo ni kisa cha kuzama au mauaji. Willy Lusige, Runinga ya Citizen.